Kwa majina naitwa Froda Elukumai, ni direkta wa Safari Dot Africa ambayo ndio safari reza. Sisi ni DMC wao ambao mimi ni mmoja wa safari reza hapa Tanzania. Tumefai kupokea ili grupu la watu wanne ambao wametoka Sweden kwa ajili ya kupanda mlima wakiwa wana kickball mpaka kileleni. Hii ni kitu special ambacho wamefanya kwa taifa la Sweden, imekuwa imetangazwa kwa muda mrefu kwa ajili ya donation ya kujenga health center huko Zambia kwa ajili ya kuwasaidia wanakijiji. Tumejipanga vizuri sana kwa ajili ya kufanikisha hili jambo. Tuna crew wetu ambao wako tayari kupanda mlima Kilimanjaro na kuwaongoza hao wageni wetu waweze kufika kule kileleni salama na kurudi na kujishindia hiki kitu ambacho wamekipanga kwa muda mrefu. Kwa kweli nimefurahi sana ikitegemea, all the way from Sweden wameamua kufanya hiki kitu kwa ajili ya kusaidia nchi za Afrika, ikiwa moja ya Zambia kwa kweli, na sisi tunajifunza kitu hapo. Kwa sisi Watanzania pia tunaweza kufanya kitu tofauti kwa ajili ya kusaidia jamii zetu ambazo zinahitaji msaada. Na majina, naitwa Aden Njanga. Aa, ni mmojawapo wa waongoza watalii katika mlima Kilimanjaro. Aa, kwa mimi kwa upande wangu ni mara ya kwanza kupanda na wageni ambao watacheza mpira kutoka bottom ya mountain mpaka pale Uhuru kileleni, kwa hiyo ni hatua moja hapa ambao ni nzuri sana kwa upande wangu. Tangia nimeanza hii karia kwenye hii stesheni sijai pandaga, hii ni mara yangu ya kwanza. Kwa hiyo pia najivunia kwa sababu na nami naenda, naenda kuweka historia ya kupandisha wageni ambao wanafuruf, kwa sababu pia wamekuja kutangaza utalii wetu ili kuendelea kukua kimataifa, pia kutangaza vivutio uh, mbalimbali tulivyo navyo nchini wanaporudi kwao. Kikawaida tumeshazoea kuchukua wageni ambao uh, tukio lao ni kwenda tu kileleni pale kuona, pale the top, kuona pana, permanent glacier. Lakini hawa ni kwamba tunatoka starting point huku wakicheza mpira mpaka pale Uhuru, tutakapofika the top of Uhuru, napo wataenda kufanya show skills football. Kwa hiyo ndio tofauti kubwa. Mara nyingi nimeshazoea kuchukua wageni ambao hawana tukio lolote. Hii ni tukio la like kihistoria kwa nchi yetu.